Hii injili za kitapeli sina. Unataka gari koma, yeah, yeah, yeah, yeah. Fanya biashara uwe na disiplini, fanya mambo. Hakuna haja kutapeliana. Deni nianze kukudanganya mtu mzima na miguu yako miwili kaboda boda? What? miguu yako miwili kaboda boda <laughs> <laughs> Halafu nikwambie eti utapokea utapo magari yes. Kutoka wapi? <laughs> <laughs> Kabla hujapokea magari nakwambia leta hela hapa. Ewe. Leta si. Sasa anayepokea hapo nina nini wewe au mimi? Kani <laughs> Injili tuanze kudanganyana ncini twanza kudanganyana watu wazima namna hii. <laughs> Usifanye kazi, usubirie kuna miujiza. Umekaa tu hapa kwenye sofa baba, shusha baraka zako. Shush. Mm, yes. Jinga kabisa wewe. <laughs> <laughs> <Hey>. <laughs> vitu vija tu vyenyewe hivi hivi tu. <coughs> Mwingine anageuka kuwa pepo, anaombea watu wapoteze hela, anaangalia chini ya Mungu anaweza ku <coughs> <coughs> <coughs> watu wapoteze hela uokote wewe? Si namna hiyo. I say ukija kwenye semina za mgogo, hiyo miujiza ya ajabu ajabu haipo <tos> <tos> mimi nakwambia ukafanye kazi <tos> <tos> nitaombea kazi zako Nakuambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana <laughs> yaani, napofika kwenye maombi, kipengele cha maombi, naomba Mungu abariki kazi ya mikono yako, ukisukuma chapati zipate wateja, ukipika mandazi yapate wateja, ukizungusha samaki zinunuliwe, ukizungusha ndizi zinunuliwe, ukizunguka na michicha huko watu wachukue, niombee kazi ya mikono yako. Exactly. hatuombeaki wazifu. Ndio. Wasifu ni kero <laughs> mi nawambiaga watu ukweli, na wakati mwingine watu wananichukia kwa sababu nasema ukweli <laughs> Chapa kazi. Oh, no. haya mambo ya kwenda jimu upate six pack, sijui uwe na misuri, sijui unyoe oh. <laughs> <laughs> wadada wazuri utaishia kuita shemeji. <Ayia. laughs> Kwa sababu nilikwambia, mabinti hawajawahi kupenda mtu, wanapenda material ambayo yamemzunguka huyo mtu. Okay. Kuna <laughs> wanaume tuna sura mbaya, lakini tumeoa warembo hawa <laughs> hawaangalii. Nani paku, unajiuliza huyu jamaa alioa kamrembo haka hivi, aliloga? Alifanyaje? No, kamama kaliangalia matirio. Kamama kakajua huyu, njia ya kwenda choni haitaota majani huyu. Yaani hata yuko vizuri, nitakula. Kwani sura yake nitakuwa nambeba?